Shirika la ndege la Ethiopian Airlines limezindua njia ya mizigo inayounganisha uwanja wa ndege wa kimataifa wa Macau hadi uwanja wa ndege wa Adolfo Suarez nchini Madrid. Safari ya kwanza ya ndege kuelekea uwanja wa ndege wenye shughuli nyingi zaidi nchini Hispania, Fleet ya kubeba mizigo ya Boeing 777F iliondoka Macau Alhamisi asubuhi. Njia hiyo itafanya kazi mara mbili kwa wiki na itabeba tani mia nne za mizigo kwa wiki Bidhaa zitakazosafirishwa nje ni pamoja na vifaa vya kuchezea, vifaa vya elektroniki, fanicha, vipuri vya magari, nguo na bidhaa za urembo. Shirika hilo la ndege lilisema hii inaonyesha kuongezeka kwa mahitaji huko Ulaya kwa bidhaa za bei nafuu zinazotengenezwa nchini Uchina. Zaidi ya usafirishaji wa moja kwa moja hadi Madrid, Ethiopian Airlines pia itawezesha usafirishaji wa mizigo hadi marekani kusini, ikijumuisha maeneo kama vile Colombia, Peru, Brazil na Chile. Makao kwa upande wake itafaidika kutokana na uagizaji wa mazao mapya kutoka nje, ikiwa ni pamoja na matunda, maua na dagaa. Kulingana na ofisi ya Beijing ya shirika la ndege la Ethiopian Airlines, njia hii mpya ya mizigo inalingana na mpango wa upanuzi wa Makao wa 2025 na kuimarisha jukumu lake katika usafirishaji wa biashara ya kielektroniki wa mipakani. Shirika la ndege la Ethiopian Airlines liliripoti mapato ya zaidi ya dola za Marekani bilioni saba kwa mwaka wake wa kifedha wa mwaka 2023 hadi mwaka 2024, ongezeko kutoka dola bilioni 6.1 mwaka uliopita. Katika ripoti yake hivi punde ya kifedha, shirika la ndege lilitumia saa laki tano sabini na saba elfu mia saba arobaini na sita za safari za ndege katika mitandao mpana tisa ya zandani, wa maeneo 139 ya kimataifa na njia 22 za ndani, ikionyesha ukuaji wa asilimia 19 juu ya rekodi ya awali.